Mtukufu wa daraja Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, leo kwa siku nyingine, ndugu zangu watazamaji wa chaneli hii, siku ya leo ni waombe nyinyi nyote tufanye swadaka kwa ajili ya kusubscribe, lakini vilevile tufanye swadaka kwa ajili ya kushare maana yake nasi tuwe miongoni mwa wale ambao waliosambaza elmu kwa ajili ya kupata faida za aina mbalimbali, waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nawaombea dua wote wale ambao watakao share video hii na wale ambao watakao subscribe hu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua hii ninaoiomba hapa kwa muda huu Mwenyezi Mungu akafungue riziki zao na awaondoshee vikwazo vya aina mbalimbali katika maisha yao, na kama maradhi, basi Mwenyezi Mungu awaondoshee, awape afya zilizokuwa njema kwa idhini yake na utukufu wake. Ya Rabbi, yoyote atakayeshare video hii na atakayekuwa ameweza kusubscribe video hii, basi insha allahu taala kwa idhini yako Mwenyezi Mngu, tazama nia zao katika mioyo yao na wafanikishie wanaoyahitaji kwa idhini yako ya yao, na kishie, idhini yako, na utukufu wako. Leo ndugu zangu, tutatazama njia katika darasa letu tutatazama njia ya uvutaji wa riziki, njia ya uvutaji wa riziki kwa wepesi eh, katika himaya yako, yani manake uweze kuivuta riziki kwa wepesi katika himaya yako kwa sababu inafika mahala sasa hivi unaweza kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu anampa riziki yake, lakini kuna watu wachache wengine wapo kwa ajili ya kuzuia riziki za wenzao. Sasa unamwambia Mwenyezi Mungu, kama riziki yako iko mbali, basi Mwenyezi Mungu akuvuretee karibu, na kama iko karibu, basi Mwenyezi Mungu akushikisha mikononi mwako, na kama iko mikononi mwako, basi Mwenyezi Mungu aweze kukujalia ukaitumia riski hiyo kwa ajili ya mafanikio. Kuna wengine wanapata riski zinapita njia tu, mtu akipata pesa leo kesho hana, akipata hela dakika kadhaa tayari imetoweka, yaani hela kwake zinapita njia, hafanyii malengo yenye manufaa katika upande wake. Kwa hiyo tutatazama njia ya kuvuta riski kwa wepesi katika imani yako, njia yenyewe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala tutatazama maneno haya Allahu latifu biibadihi ya ruzuku man yasha'u wa huwa kawiyul aziz. Haya ndiyo maneno ambayo tunataraji kutazama siku ya leo kwa idhini yake Allah tabaraka Wataala. Kibinafsi kama mimi mimi kila ninapomaliza swarati subuhi basi uradi wangu mkubwa. Baada ya kumaliza uradi wangu mkubwa nitafanya ismu llahu latifu ya Allahu ya ratifu biibadihi ya ruzuku manyasha uwa huwa kawil azizi. Nitakwenda kwa idadi ndogo kabisa, ninaokwenda nayo ni alfu mbili mia nane na thelathini na tano kila baada ya swala kisubuhi. Nafanya hivyo na alhamdulillah, naona mafanikio yake. Kwa hiyo hata wewe nakushauri katika hii njia inayoipita, basi uitekeleze kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yoyote yoyote atakayesoma uradi huu mara alfu mbili mia nane na thelathini na tano alafu kisha utamsalia Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mara ishirini na moja. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, riziki zako zitafunguka, zitafunguka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unafanyaje ili uweze kufika hatua ambayo unaokusudia ili uweze kuliendea eh. Namna ya kumwomba Mwenyezi Mungu ili avute riski zako kwa wepesi katika imaya yako, unachokifanya inapendeza zaidi. Hili zoezi ukilifanya usiku kuanzia saa saba au saa nane, utanyanyuka utaswali sunatil haja utafanya kadhahul haja. Baada ya kufanya kadhahul haja rakaa mbili, kisha baada ya hapo, utakapokuwa umetoa salamu pale pale utakaa kitako utafanya istighfari mala mia moja, nastaghfirullah nastaghfirullah nastaghfirullah nastaghfirullah mala mia moja. Baada ukishamaliza istighfari mala mia moja kisha utamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kusema la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mala mia moja. Kisha baada ya hapo utaanza kusoma. Kisha baada ya hapo sasa ndio utaanza kusoma, Allahu ratifu biibadihi ya ruzuku manyasha wa huwa kawil aziz

Kisha ukishamaliza utamtakia rehema mtume tena mara ishirini na moja, hata ukienda na zaidi, inshallah utafanya hivyo, utakuwa ndio uradi wako. Kwa muda wa siku ngapi? Siku tatu, katika nyakati hizo za usiku, ndani ya nyakati za usiku hizo, nyakati tatu muhimu unaweza ukafanya baada ya Isha, unaweza ukafanya baada ya Isha. Ukikosa kufanya baada ya Aisha, basi utakwenda saa nane usiku. Ukikosa saa nane usiku, basi utakuja kabla ya Fajr, yaani maana yake kabla ya swaratil Fajr. Hapa kuanzia saa tisa, hapa saa kumi utafanya. Kisha baada ya hapo unaweza ukaunganisha na Al-Fajr muda huo utautumia huo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utafanya hivyo, utafanya hivyo kwa idhini yake tabaraka wa Ta'ala. Ukidumu ndani ya siku zako tatu, basi lazima kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla utaona mabadiliko makubwa yanatokea katika utafutaji wako wa riziki. Ndugu yangu, wewe unauza kalanga, wewe unauza kababu, wewe unauza bagia, wewe unauza sambusa, wewe unauza chapati, vitumbua, una kimgahawa chako, una hoteli yako, una biashara yako ya nguo, una pangine biashara yako ya genge, una duka lako kubwa la vyakula, ama una duka la vifaa vyovyote vile, lakini ni biashara, basi dumu ndani ya siku tatu hivi, alafu wewe mwenyewe ndiyo mkaaji katika ofisi yako maanake unafanya wewe na mkaaji wa ofisi ni wewe. Sasa kuna mwingine anakuja kuta, anafanya yeye, alafu ofisini anaenda kukaa mtu mwingine. Umejitengenezea mvuto wewe, alafu ofisi anauza ni mtu mwingine. Japokuwa utamuweka mtu mwingine, lakini na wewe mwenyewe uwe ofisini. Na ukitaka kuliamini hili, fanya alafu, wewe usikae ofisini, alafu kaa kama masaa matano hivi au sita. Sema naenda kukaa ofisini masaa yangu mawili pale kwenye ofisi yangu, tazama. Alafu tazama vision ambayo itatokea pale baina ya wewe kufika namna gani, mabadiliko yatafanyika na wewe utakapoondoka. Maana yake mfanyaji wa ofisi, mfanyaji wa pale katika ofisi ndio anahitajika kufanya dua hii. Maana yake hata kama wewe ni mfanyabiashara, mwanamama, mwanababa, wewe ndio unaokaa pale dukani au wewe ndio unakaa kwenye ile biashara, basi wewe ndiyo mfanyaji, kwa sababu wewe ndio unaojitengenezea mvuto. Hata kama mfanyakazi wako yupo, lakini ukikaa wewe utaona watu wanakuja kwa kupitia wewe, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.